Habari yako. Jina langu ni Marieta. Karibu tena leo unifuatilie hapa ni kufundisha jinsi ya kusuka hii nywele ya sunshine. Wewe ambaye ni mwanafunzi mara ya kwanza, nikwambie usiache kusubscribe. Kwa kuwa ukisubscribe unakuwa wa kwanza kabisa kupata mafunzo yetu pindi tunapokuwa tunayachia. Mafunzo yetu ni mazuri. Kwa hiyo sasa ukisubscribe tu unakuwa wa kwanza. Yaani tunapokuwa tunaachia tu basi unakuwa wa kwanza kupata mafunzo yetu kwa haraka zaidi. Tumeelewana, mwanafunzi wangu mzuri. Lakini wewe ambaye ni mwanafunzi unanifuatilia siku zote Okay, ni kushukuru na karibu sana tena kuendelea kunisikiliza. Tumeelewana? Basi niangalie hapa nikufundishe jinsi hii nywele inavyosukwa vizuri kabisa, ila nikwambie kitu mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royola, ni Mabibo Royola. Wewe ambaye mwanafunzi unatoka mkoani usijali, hosteli zipo na kwa gharama nafuu sana, na uzuri wa Marietha Beauty School, ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Sasa basi niangalie hapa nikufundishe. Hii nywele ni nyepesi, ni nzuri, na ukiangalia tu na mimi hapa jinsi ambavyo ninakufundisha na wewe unaiweza kabisa. Alafu nikuambie kitu, huyu anayesuka hapa ni mwanafunzi, alikuja Marietha Beauty School akiwa hajui kabisa, lakini leo ameweza kusimama mbele ya kamera na anasuka, anakufundisha tena na wewe mwanafunzi. Kwa hiyo na wewe ukija kwetu utaweza kabisa, nikutoe hofu na nikutoe wasiwasi wasi. hata kama ujui kusuka butu wewe njoo Marietha Beauty School tutakufundisha mpaka utajua kabisa. Haya, niangalie hapa mwanafunzi wangu mzuri, ni kufundishe kusuka hii nywele ya Sunshine. Ni nywele nzuri mno, ni nywele mpya, yaani ni nzuri. Ina maana akija hata mteja wako, una uwezo wa kumshauri, una uwezo wa kumwambia, hebu tusuke nywele hii, hapa ni nzuri sana ya Sunshine. Wewe ukisuka itakupea matokeo mazuri kama haya, mimi ambayo nimeyapata hapa. Basi utaanza hivi, utakata nywele yako, alafu utaigawa sehemu tatu kama hivi. Ukisha igawa, utaanza kusuka kibutu peke yake kama hivi, kwani nitasuka kibutu hapa mara ya kwanza na mara ya pili na mara ya tatu kama hivi. Umeona ambavyo mwanafunzi wangu anasuka eh? Ndio, na wewe utasuka hivi sasa Ukisha suka kama mara mbili mara tatu, unakuja unaweka hii nywele yako ya sunshine hapa. Mbona hapa napoiweka hapa, utaweka hapa, alafu utakuja kusuka tu kama kibutu. Tunasuka tu kama noti au kama kibutu hivyo, lakini ukiwa unasuka hapa, naomba ujilimit nini, usiweke rasta mara nyingi. Umeona sisi hapo tumeweka rasta mara mbili tu. Kwa hiyo naye, hakikisha unaweka mara mbili au unaweka mara tatu, kulingana na saizi hapa chini ambayo utapenda zionekane na ukubwa gani. Lakini usiweke marasta mengi sana, kwa kuwa ukiweka nyingi zitajaa mno. Zenyewe tu zina asili ya kujaa, kwa hiyo ukiweka sasa nyingi hapa chini zitajaa zaidi. Tumeelewa naye? Haya, niangalie tena hapa, mwanafunzi wangu mzuri, nimekwambia unasuka kama kibutu. Hichi kibutu chako utasuka kama mara mbili hivi, then utakuja utaweka rasta hapa, umeona mwanafunzi wangu, anapokuja kuweka rasta hapa. Ukishamaliza unarudi kuisuka tu kama kibutu, utapokea hapa, then hii ya juu utakuja tena utaipokea kwa chini huku hivi, ona, angalia hivi, alafu sasa ukishafika hapa unaweka tena rasta na rasta nimekuambia, unaweka mara mbili au tatu kulingana na ukubwa wa hapa chini. Umeona, sisi tumesuka saizi ya kati, kwa hiyo inatulazimu tuweke rasta mara mbili tu. Haya, niangalie tena hapa, nitasuka kibutu kama hivi, mara ya kwanza na mara ya pili na mara ya tatu hii hapo. Mona mwanafunzi wangu, na mara ya tatu hii hapo Niangalie vizuri ninavyosuka hapa. Theni nikishamaliza, nakuja kuweka rasta yangu hapa, nasuka. Nachukua tena rasta yangu nyingine. Mara ngapi nimeweka? Mara mbili. Ona tena, nasuka hivi kama kibutu. Nikishasuka kama kibutu, na angalizo, angalia unavyosuka kama kibutu hapa, unasuka mara chache tu. Usisuke mara nyingi mpaka wa parefu sana. Kwa kama hivyo nimesuka mara tatu tu. Alafu nazigawanya hizi hapa. Nikisha zigawanya, nikisha zigawanya, ngeli yangu moja itakaa hapa na nyingine itakaa hapa. Mbona? Alafu napokea huku. Kama not mess tu, napokea tena huku tena. Nikisha pokea hapa, narudia tena kuweka rasta ambao ni hii hapa. Mbona? Narudia tena kuweka rasta. Anapokuja kwenye rasta yangu hapa hapa, ndio nikishaweka, napokea hapa, narudi tena huku, umeona. Alafu sasa nikishamaliza hapa, naisuka kwa kiasi kidogo tu, alafu naifunga. Yaani hii hata kama ukiwa na nywele ndefu, unaisuka ukifika tu mahali Lani kama hapo hivyo, alipofika mwanafunzi wangu, unachukua unaifunga. Hata kama nywele ya mteja ni ndefu, usisuke mpaka mwisho, hapana. Wewe ifunge funga na ile nywele yake ibaki, haitaonekana kwa sababu hii nywele ina mawimbi makali sana, kwa hiyo nywele ya mteja haiwezi kuonekana hata kama ni ndefu. Umeone, nitachukua hapa hivi vibutu vyangu vitatu Alafu nitaenda tena huko, unasuka kwanza kibutu cha kawaida tu kama hivi, umeona. Ehe, nikishamaliza hapa narudi tena hapa, nikisharudi hapa napokea tena hapa. Hii ni kibutu cha kawaida tu, nikakwambia hapa utasuka kama mara mbili au mara tatu kama hivi. Ukishamaliza sasa hapa unakuja kuweka rasta, na rasta yangu nawekaje? naweka hapa na hapa, hapa na hapa. Ona, naiwekea hapa hivi, ni rahisi. We niangalie, ukisha maliza kuniangalia hapa, na uhakika na wewe ukipata mteja unamsuka hii nywele vizuri kabisa, hata kama hujui. Haya, naweka rasa yangu hapa hivi kwenye mikono nikisha iweka hapa naivutia hapa walipo wenzake, alafu moja naigawa, inarudi hapa chini hapa, halafu hii ya juu naipokea huku, naenda tena. Kwa hiyo mimi hapa imetosha kuweka rasta, siongezi tena rasta, naisuka tu ili niweze sasa kuifunga kama hivi. Nitaisuka kwa kiasi kidogo, nikakwambia hata kama nywele ya mteja ni ndefu, usisuke mpaka mwisho wa nywele ya mteja hapana. Suka tu mpaka utapoona kwamba hapa nimepata urefu kiasi fulani, kama huu unavyoonekana hapa. Ukisha upata huu urefu, basi wewe funga. Tumeelewa nae? Ndio, unaweza pia ukafanya fupi zaidi ya hapo. Mimi ambavyo nimesuka, umeona mimi urefu wangu, unaweza ukafanya pia ikawa sio ndefu au ukafupisha tena zaidi, inawezekana. Na pia ukifupisha zaidi, inazidi kukaa vizuri zaidi, na hata pia ukifanya ndefu kama hiyo kwangu, kidogo inazidi kukaa vizuri zaidi. Ndefu na maana vipi? Na maana kwamba hichi kijibutu hichi hapa ninachokisuka, umeona ninavyokuja kuweka rasta, sisuki kawa ndefu, usije ukashindwa kutofautisha kwamba ninavyokwambia ndefu na nywele za mteja a yaani huu sawa wa kusuka kutoka hapa chini mpaka unapokuja kufunga, urefu wake uwe vipi? Tumeelewana eh? Ndio. Kwa mfano sasa, kama hii hapa ambayo anaisuka mwanafunzi wangu Simone, tulivyofika hapa, tunaifunga sasa, ndio huo urefu. Kua na maanisha huo urefu eh? mm-hmm. Kwa hiyo nikakwambia, utachukua nywele zako kama hizi hapa, pisi tatu Mbona utagawa, utakuja, utasuka hivi, utarudi tena hapa ukiwa una noti hapa. Mwanafunzi wangu anavyonoti, anavyosuka hichi kibutu peke yake bila rasta. Kwanza usinoti kwa umbali mrefu jamani, kusuka ni mahesabu pia. Kwa hiyo hapa utasuka mara ngapi? Mara mbili au tatu, alafu unakuja kuanza kuweka rasta na rasta yangu nikakuonyesha jinsi ya kuiweka. Naweka hapa katikati ya hizi wenzie kama hivi, na nikakwambia rasta yangu naweka mara mbili tu, siweki mara nyingi, umeona. Kwa hiyo hii hapa inakuwa ni mara ya mwisho kuweka. Nawekaje? hapa hapa inarudi mpaka hapa walipo wenzake, theni nachukua hii nairudisha kwa chini kama hivi, theni napokea hii hapa naendelea kwenda, nasuka kama not less hivi umeona, eh. Nikisha maliza kusuka, nimefika urefu fulani hivi ninaotaka kama huu hapa, siendelei tena kuisuka naifunga. Nikakwambia hata kama nywele za mteja ni ndefu, wewe ukishafika sehemu kama hivi ifunge tu. Hata kama nywele za mteja ni ndefu, hazitaonekana. Tumeelewanae? Basi utafanya hivi mara zote. Wanafunzi wangu, nikukumbushe sasa, mahali ambapo tulipo ni Mabibo Loyola. Wewe ambaye ni mwanafunzi unatoka mkoani, usijali, hosteli zipo, lakini uzuri wa Marietha Beauty School, ukishamaliza mafunzo yako, sisi wenyewe kama chuo tunakusaidia kutafuta sehemu ya kwenda kufanya kazi. Tumeelewana. Kwa hiyo sasa fursa ambayo tunayo nzuri ni wewe kusoma kwa bidii na ukishamaliza kusoma vizuri kabisa sehemu ya kazi hiyo tuachie sisi wenyewe kama chuo. Tumeelewa na mwanafunzi wangu mzuri? Okay. Lakini pia wewe ambaye ni mwanafunzi unasema jamani mimi sijui hata kushika butu. Nitawezaje? Hilo sio jukumu lako tena. Akuwa umeshatuchagua Marietha Beauty School, hilo ni jukumu letu. Tutakufundisha vizuri mpaka utaweza. Kwa nini? Tuna ushuhuda wanafunzi wengi. Mtu amekuja hapa hajui hata kushika nywele, lakini baada ya mafunzo yetu ameweza kusuka. Kwa hiyo tuna uzoefu na tunaelewa na tunajua nini ambacho tunafanya, yaani tukikwambia utaweza amini ya kwamba utaweza. Lakini sasa wewe ambaye ni bosi, unatamani mdada kutoka Marietha Beauty School, unasikia sauti yangu popote ambapo ya upo, yani na maana vi uko mkoani, uko wapi, popote ambapo upo, umetamani mdada kutoka kwangu, wewe niambie, madam Marietha, naomba mdada, nami nitakupa mdada aliyepata mafunzo mazuri ndani ya miezi minne amesoma na ameweza vizuri fani yake tumeelewana wanafunzi wangu tumeelewana boss. kwa hiyo fursa ni nzuri sana Marietha Beauty School, fursa ni nzuri na Kwayo, sasa, tena, ni njema hakika kwa hiyo sasa niangalie hapa tena nikuelekeza hii nywele nikakwambia utafanya hivi utaisuka kama kibutu alafu nakuja kuweka rasta hapa theni naiunganisha na hawa hivi nasuka kama not, naipokea hapa chini, narudi tena hapa naisuka. Sawa, naigawa, naongezea rasta tena. Nikakwambia rasta usiweke nyingi kwa sababu zina asili ya kujaa. Simona tu hata huku chini tayari zimeshajaa. Nitaweka tena rasta yangu hapa katikati, theni ninaenda hapa, ninarudi hapa, hivi hivi. Ona mwanafunzi wangu hivi inasuka hivi umeona, eh kama notless nasuka hivi, alafu ukishafika mahali ukaona imekuwa ndefu kidogo tu kama hivi unafunga, utachomoa kama hivi, alafu unafunga na ukifunga hapa haifunguki, usiwe na wasiwasi wasi. Ukasema mbona mm, nikifunga hapa itafunguka? Haifunguki, si umelewana. Utakasta vipisi zako tatu kama hivi ya kwanza tena tena, utachukua na hii ya juu kama hivi, alafu utasuka. Nikakwambia, ukisuka hapa, unavonoti noti hapa chini, usinoti parefu, alafu unaanza kuja kuweka rasta yako. Hivi unasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Ona rasta hapa, sisi tunaweka mara mbili tu, hatuweki mara nyingi. Umeona, hii inakuwa sasa ya mwisho kuweka rasta, naweka hapa. Umeona ambapo mwanafunzi wangu anaweka hapa mwana ambavyo tunaonyesha yani. Hata kama ujui, jamani, wewe tu angalia vizuri hapa. Mimi na uhakika ukimaliza kuangalia, nina imani hiyo kubwa sana sijui kwa nini, lakini nina imani hiyo. Nina imani ukiangalia vizuri vizuri kabisa, yani hii nywele haiwezi kukushinda kusuka kwa maelezo kama haya. Umeelewa? Haya, angalia tena hapa, nikuelekeze mwanafunzi wangu na kuelekeza karibia mistari minne mitano, yote hii ni kwa ajili ya wewe kukufundisha na kuelewa. Lakini nikuambie kitu, kama ninakuelekeza nafundisha hapa haunielewi, jamani, niandikie kwenye komenti, madam Marietha, mimi sikuelewi kabisa, nitajua nitafute mbinu gani tena ya kueleweka. Lakini kama unanielewa Usiache kuniandikia hapo pia, kwenye sehemu ya comment niandikie niambie madam Marietha na kuelewa. Lakini nawashukuru wanafunzi wangu wengi, mnaonifuatilia. Comment zimekuwa nzuri, naniambia mnanielewa, basi na mimi nitazidisha, nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuzidi kueleweka zaidi na zaidi na zaidi. tumeelewana eh? Haya, niangalia hapa sasa, mwanafunzi wangu tena nikufundishe hii nywele. Ni nzuri inaitwa Sunshine, ni nzuri, alafu mawimbi yake ni mazuri, halafu ni mpya. Na uzuri wake, ukimsuka mteja wako, mawimbi yake hayaharibiki mapema. Umeona ya, ina mawimbi mazuri sana, ona, yaani ni nzuri. Alafu sasa wakati wa kuichambua hapa utaichambulia na ile jeli nyepesi sawa? Sisi tumechambulia jeli ya tresa. Kwa hiyo jeli ya tresa kwa ajili ya kuchambulia ni nzuri, na wao utatumia hiyo jeli ya nini, ya tresa sawa? Haya, niangalie hapa tena, mwanafunzi wangu mzuri, usisahau kusubscribe. Hakikisha una subscribe. Wao mwanafunzi ambaye ni mgeni hakikisha una subscribe kwa mafunzo mazuri. Mara nyingi tunakuwa tunaachia mafunzo yetu hapa. Kwa hiyo kama wewe ni mara ya kwanza, ndio maana na kusisitiza subscribe, kiasi ambacho ume subscribe, sisi tukiwa tu tunaachia mafunzo, wewe unakuwa kuanza kufanya nini yapata. Angalia jamani, hii nywele ilivyo nzuri, yaani ni nzuri, ni nzuri mpaka nzuri tena ni yaani, ukimsuka mteja wako na uhakika atapenda na atakuletea wateja wengine. Kwa nini? Kwa kuwa ni nzuri mno. Wewe iangalie tu jinsi ambavyo imekaa hapa vizuri, umeona? Eh, basi ni kwambie wewe ambaye ni mwanafunzi unatamani pia kujifunza darasa la keki, hilo pia tunalo, lakini pia darasa la upambaji, yani kupamba kumbi, hilo pia tunafundisha. Sumeelewanae, ndio tunafundisha tunafundisha makeup, tunafundisha kusuka, tunafundisha kubana style mbalimbali mbali, tunafundisha malemba, tunafundisha kupika keki, tunafundisha kupamba kumbi. Ndio tunafundisha hivyo vyote, lakini sasa wewe ambaye ni mwanafunzi unasema jamani, mimi natoka mkoani, usijali, hosteli zipo na fursa nzuri ambayo Marietha wanayo, jamani hii, mi sizani kama kuna sehemu kuna fursa nzuri kama hii, sijui, nakuambia. Sasa fursa yenyewe, yani kwa mfano umekuja umesoma kwetu Marietha Beauty School, umemaliza ukasema mimi sitaki kurudi huko nilikotoka, una uwezo wa kuendelea kukaa kwenye hosteli za chuo, ukawa unaenda kazini na unarudia kwenye hosteli za chuo hivi si umeelewa? Kuja nikuelekeze tena. Yaani, si umesoma miezi minne ukamaliza, alafu si tuka kutafutia kazi, hauna sehemu ya kukaa, ukasemaje, mimi sitaki kuondoka hapa chuoni. Yaani, una uwezo wa kubaki chuoni ukawa unaenda kazini na unarudia una wapi kwenye hosteli za chuo hiyo. <laughs> Ni fursa nzuri sana tumeloa na mwanafunzi wangu. Kwa hiyo wayi Marietha Beauty School, hakika mambo ni mazuri. Umeona sasa hii nywele ndio, na hapa tunakaribia kumaliza, lakini unaweza ukaiona jinsi ambavyo imekaa vizuri mno. Usiweke hata maji ya moto, yenyewe tu inajitosheleza ukishachambua na jeli, alafu ukasuka kama hivi, ambapo mwanafunzi wangu anasuka hapa, inakuwa poa kabisa. Unaweza kaona jinsi ambavyo imemalizika, alafu ipo maona livo nzuri yes. Ni nywele nzuri sana, hebu itafute mteja wako, akija hapo umsuke hii nywele. Ni nzuri mno, ni nzuri sana. Unaweza ukaiona ilivyokuwa nzuri. Hii kazi imefanywa na mwanafunzi mwanzo mwisho. Angalia hapa, ni mwanafunzi huyu jamani, kama wewe ambavyo unaogopa unasema mm, sitaweza. Huyu naye ndo alikuwa hivyo hivyo, lakini leo hii ndo amesimama anasuka vizuri. Kwa hiyo na imani na wewe ambaye unauoga ukisha kuja kwetu ukajifunza ukishaweza, na wewe utasimama hapa utasuka na wenzako, pia watapata kujifunza. Sasa basi, unaweza kuibana kama hivi, mwona ambavyo mwanafunzi anaibana. Unaweza ukaibana kama hivi, ndio mwona ambavyo imekaa. Unaweza ukaibana hivi, unaweza kuiachia kama hivi, mwona pia hata ukiiachia inakaa vizuri sana. Unaweza pia ukaibana kama hivi kidoti, au unaweza kuiachia basi, bye bye. Jina langu ni Marietha.